Ni huzuni kwa taifa la Kenya, ni huzuni kwa Afrika kumpoteza nguli wa siasa za nyumbani Afrika, Raila Omolo Odinga aliyefariki mwezi Oktoba mwaka huu 2025 kwa tatizo la shambulio la moyo. Karibu tuweze kuyafahamu mengi kumuhusu, ambayo huenda tukupata nafasi ya kuyajua. Raila omolo Odinga alizaliwa tarehe saba Januari ya mwaka 1945 katika eneo la Maseno, kaunti ya Kisumu nchini Kenya. Ni mwana wa hayati Jaramongi Oginga Odinga aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Kenya baada ya nchi kupata uhuru. Raila alisomea uhandisi nchini Ujerumani mashariki kabla ya kurejea nyumbani na kuanza kazi ya kufundisha katika chuo kikuu cha Nairobi. Safari yake ya kisiasa ilianzia kati ya miaka 1980 alipoungana na wapinzani wa utawala wa rais Daniel Arap Moi. Alifungwa mara kadhaa kwa sababu za kupigania demokrasia na haki za wananchi baadaye alijiunga na harakati za mageuzi ya kisiasa na kuwa mmoja wa viongozi waliopigania mfumo wa, wa vyama vingi nchini Kenya. Mnamo mwaka 2008 Raila Odinga aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa Kenya, akihudumu hadi mwaka 2013 katika serikali ya muungano, baada ya mvutano mkubwa wa uchaguzi wa mwaka 2007. Alikuwa mgombea wa uraisi mara tano, lakini hakuwahi kushinda, akibaki kuwa kiongozi wa upinzani mwenye ushawishi mkubwa na mwenye kuaminiwa na wafuasi wengi. Mbali na siasa, Raila alijulikana kwa misimamo yake ya kutetea katiba, utawala bora na haki za kijamii. Aliheshimika kama baba wa demokrasia ya kisiasa nchini Kenya. Raila Odinga amefariki dunia tarehe 15 Oktoba mwaka 2025 akiwa nchini India akipata matibabu. Inaripotiwa alifariki kutokana na mshtuko wa moyo, heart attack, akiwa na umri wa miaka 80. Kifo chake kiliibua majonzi makubwa kwa wananchi wa Kenya na Afrika kwa ujumla, wengi wakimtaja kama shujaa wa demokrasia na kiongozi aliyepigania haki hadi mwisho wa maisha yake. Natumai kwa ufupi, utakuwa umemfahamu Raila Odinga. Langu jina, naitwa MC Mwaka, na hii ni Mwaka TV. Tafadhali usisahau kusubscribe.